Hallelujah. Unstoppable favor. The daughter of Zion is my other name. Safari ya wokovu bado inaendelea leo. Kwanza nitaanza na kujibu maswali mawili matatu ambayo nimeulizwa baada ya kuangazia safari yangu ya wokovu. Swali la kwanza naulizwa hivi, unasema safari yako ilianza Huru Pak, ilianza aje. Hehe. Safari yangu ilianza kwa sababu kulikuwa na Reinhard Bonnke alikuwa anatoka Amerika kuja kuhubiri. Kulikuwa na crusade pale Uhuru Park. Mimi sikumjua Reinhard Bonnke ni nani, sikujua habari ya crusade, sikujua mambo ya Uhuru Park, lakini Evelyn Mweni alikuwa msomi, alikuwa pale campus, Maseno campus, na yeye ndiye alikuwa anamjua, na yeye ndiye alikuwa ananiambia wana advertise kila siku kutakuwa na crusade ya Reinhard Bonnke Uhuru Park. So ilipofika hiyo siku Evelyn Mweni ali make sure hajaniwacha hata fare ya kwenda huko ni yeye alinilipia, cause nilimwambia sina hata fare kusudi nisiende, lakini akaniambia, nitakulipia hata fare, aka make sure hajaniwacha. Haya, safari. Swali ya pili naulizwa na huyu Pastor Alice, mlipopoteanwa, ulirudi kumtafuta? Ndio Pastor Alice, nilirudi kumtafuta na mpaka sasa namtafuta Sio kana kwamba nilimsahau na sio kana kwamba simtafuti, bado namtafuta. Ni vile wakati huo nilikuwa tu kafala hivi, sikuwa najua mambo ya, ku, ya kusave vizuri ama kuweka namba ya simu isipotee, kwa sababu kutafuta mtu na mtandao especially kwa simu ni rahisi, lakini nilipoteza pia namba yake. Kwa hivyo bado namtafuta Pastor Alice. mm -hmm. Swali ya tatu naulizwa na hivi, huyu pasta alikuja kukuhubiria wakati umerudi nyuma, ume backslide na yeye, mlifikishana wapi naye huyo? Kwa sasa story yake ni tabana, kwa sababu e, tulifikishana mahali, lakini wacha nibane hiyo adithi kwa sasa. Mwingine ananiuliza baada ya kwenda pale, umebatizwa injili sasa ime, imeendelea, ulitoka aje pale? cha ukweli nitajibu hiyo kwa sababu yule ni baba yangu, na hata nikijibu, naone hii video, naone kuna mahali nimekosea, ataniambia ata, ata ni, ataniambia kwa upole. Obvious ataniambia kama kuna mahali nimekosea na nitarekebisha, kwa sababu ni baba yangu na huwa ananifuatilia. Haleluya. Okay, kutoka pale haikuwa rahisi, na si kutoka kwa uzuri, kwa sababu baada ya kumwagiwa mafuta, sasa ilifika kipindi sasa tuchape sasa crusade pale Comarock, na wakati tumeweka crusade hiyo, ndio ilikuwa crusade yangu ya kwanza kusimama kwa umati. Sasa kwa hiyo crusade, vile unasikia watu wakisema kuna watu wanatumwa kuja kuattack na kushusha watu kwa crusade, ni kweli, ilinifanyikia mimi mm -hmm. kuna kijana alikuwa assigned hiye kazi yake ni kwenda akishusha watu ambao wamesimama especially kwa makanisa na kwa crusade, na alipokuja pale kwa ile crusade alini spot. Na kunispot, ikawa sasa yeye ameingia kazi, yuko kwa mission sasa ya kunifuatilia, kunimaliza spiritually, lakini nashukuru Mungu hakuweza. Baada ya hapo sasa, vita iliinuka cause sasa yule kijana amekuwa assigned na lazima anifuatilie. Akajifanya kwanza kuwa kama rafiki, na ni orphan, ana wazazi, na mimi nikamkubali kama, kama tu orphan, na kama mshirika mwenzangu. Alinifuatilia, alijua mpaka kwangu, sijui alijuaje. Akawa anakuja kama ni chai nampa, kama kuna chakula nampa, saa zingine ananiliai shida hii, shida mahali inaweza namsaidia. Kumbe yuko kwa mission na mimi sijui, cause wakati tuko pale kwa crusade nakumbuka siku ya kwanza nilishika tu hivi mike kusema haleluya, Jesus Christ is coming soon. Nikakabwa, nikanyongwa, nikajuyo ni spiritual attack. Baada ya crusade, pastor aliniita akasema, tulikuwa mama wili wenye tulinyongwa hiyo siku. Pastor akasema hamwezi kuwa mnahubiria watu wakombolea wawache kunyongwa na mapepo na nyinyi ndio mnanyongwa. Nataka kesho asubuhi morning glory saa kumi na moja ya lazima ni kuomba na kuwasha fire of the Holy Spirit. Hivyo ndivyo tulifanya, tukaamkia, tukaenda morning glory, jioni tena kwenda kushika hivi mike kusema tu haleluya, Jesus Christ is coming soon. Ndio hiyo, tena nikakabwa tena, lakini that round sikukubali kunyongeka. Nilikataa na nikasimama nikasema, Jesus is Lord, na nikakemea hilo lipepo la kuniatak, na injili tukachapa. Hiyo siku ikaisha. Siku ya tatu ilikuwa ni fire na ilikuwa ni smooth, tukachapa injili. Hakukuwa na attack hakukuwa na chochote, kwa sababu na sisi tulienda tukajiami na maombi. Haleluya. Lakini after that, yule kijana bado aliendelea kunifuata. Sasa akakuwa assigned, yuko kwa mission ya kunimaliza spiritual, vita za kiroho, na unapigwa hata na mtu humjui, hujawe muona mm. Sasa tukaendelea, yule kijana akawa yuko karibu sana na mimi sasa, na unabii mwingi Kumbe ni unabii wa kuzimu, ye anakuja na unabii, anakuja na niambia unabi, hii unabii, anaenda kwa mwingine anamwambia hii, anaenda kwa mwingine anamwambia hii, kumbe ye anajaribu ku, ku, ku, yani kuteka akili zenu mumwamini na muwe karibu sana na ye, kwa sababu fimbo ya mbali haiui nyoka mpaka mtu akukaribie na akujue vizuri ndio ajue vile atakumaliza hakuna mtu ambaye atakuibia kama hajui nyumba yako vizuri unafungaje unalalaje ni ule mtu ambaye ni wandani kabisa ni wa karibu ndio anakuibia kwa sababu kwanza anakuchunguza uko na nini cha kuibiwa umefunga nyumba namna gani vitu kama hivyo na mambo ya kiroho ni hivyo mpaka mtu akujue vizuri sana ndio aweze kukuataka sasa injili inaendelea, safari ya wokovu inaendelea. Tulisukumana na ule kijana, ilifika mahali sasa ikawa ni kama anaataki kila mtu, mvurugano pale kanisani. Sasa ikawa mvurugano imefika mpaka kwa pasta, ikawa hata wakati mwingine pasta anaona ni kama tunamdharau yaani imefika ni mahali kama ambapo tumekuwa wakaidi, lakini hatukuwa tunajielewa kwa sababu tunapigwa vita vya kiroho na mtu ambaye tunakula naye meza moja na hatuelewi. Sasa ilifika mahali ikawa mambo yamekwenda sana, hata nakumbuka siku yangu ya mwisho kutoka pale church nilikuwa nimepatiwa nafasi ya kwenda kuhubiri, ya kushikilia ibada ya Wednesday, na hiyo siku pasta hakuwa na mimi si kwenda, nilisikia tu nisiende, na huo ndio mwisho wangu, ulikuwa mwisho wa kwenda church. Ikaisha tu hivyo. Pasta alijaribu kunifuatilia, lakini kwa sababu akili yangu ilikuwa imevurugika spiritually, sikuwa anajielewa, sikurudi, na hata sikutaka kujua mambo ya pasta akiniongelesha, kuniambia nirudi church. Vita vya kiroho ni hatari. Nimekuambia kama haujamwagiwa mafuta, hauna authority, ambaye amekuauthorize Usichukue tu mafuta ama kimbelembele kwa sababu umetoa unabii ama umeota ndoto, uone kana kwamba umefika mm -mm. Kwanza subiri umwagiwa mafuta, ukuwe na spiritual authority. Mambo hata ikiharibika ata, simama, atakuombea. Hata akikasirika, anajua wewe ni mbegu yake, ni mtoto wake, hata kuachilia sana mm. Sasa baadaye sana vile niliendelea, niliacha kwenda church, niliendelea kutaka kujua huyu kijana ni nani, na kwa nini ananifuatafuata sana, na kwa nini anautoa unabii wa kila mtu, anatoa ya huyu ya huyu ya huyu, ya huyu. Hmm. Ndio sasa hapo nilikuja kupata ufunuo kwamba yeye yuko kwa, kwa mission na mimi, siku mspea nilimuuliza tu macho kwa macho, nikamwambia uko assigned kumaliza nani na unalipwa nini na kwa nini unafanya hivi, na ile kanisa ni ya mtumishi ambayo mumekuwa pamoja na amekuwa kuchukua kama brother yake, alinitobolea siri mingi sana, vile alikuwa assigned kumaliza kanisa, vile alikuwa hata na bibilia ingine, mchungaji akiisoma anarudi nyuma anakosa kujielewa. Kwa hivyo sasa nakwambia kumwagiwa mafuta sio jambo rahisi, ni lazima uu ume, umeamua kusimama bila kusimama ukitapatapa na kuambia utatapeliwa, mm, utatapeliwa kiroho. Kwa hivyo kuna gharama ya kutumika na kuna gharama ya kukubali kusema yes, nimekubali kumtumikia Mungu. Safari ya injili bado inaendelea, in Jesus name, bado tunaendelea.